ambaye alifanya kazi na Michael Christian akiwa mwenyekiti wake. Mimi kama katibu wa chama na umri wangu mdogo, ninayalea mabaraza yote ya chama kama mlezi wao. Siku hiyo nilizungumza nao mara tatu tatu, nilizungumza na Michael, nilizungumza na Alibaba. Bahati mbaya sana tulipokea taarifa za msiba wa Michael amekufa. Tunapenda kulikomboa taifa kupitia Maiko. Itoshe kusema tusilie sana, maneno mengi tutamsifia, tusilie, tumuenzi kwa mazuri yote aliyoyapigania kwa uhai wake. Niombe tutasononeka wote, itoshe kusema Maiko amepigana vita vilivyo vizuri, imani ameilinda. Kamanda, pumzika kwa amani Michael. Michael alishikana na mimi daga na daga, kunitafutia haki. Nilienda kwa wakuu wa mkoa, wakuu wa wilaya kila sehemu nikitembeza na Michael. Nilikuwa na uoga, lakini Michael alinitia ujasiri, aliniambia dada yangu siogope. Nilipambaniwa na huyu Michael na kanisa langu lafetu yajibugarika mpaka mwanangu akapona, alikuwa anatembea kwa kubebwa kwenye godoro. Sasa hivi mwanangu akafika hatua akatembea kwa ajili ya magongo aliyoyanunua Maiko Kristian. Seme lililo la haki lisemeni, semeni ukweli na ukweli utawapeni uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Semeni ukweli na ukweli utawapeni uhuru. Sisi kanisa hatuna mpango wa kusika katika hali ya ya ya ya mchanganyiko wa hali ya usiasi hiyo habari. Hatuna siasa, yetu ni kumlilia Mungu, siasa yetu ni maombi, siasa yetu ni kufunga, siasa yetu ni kutoka kutangaza ukweli katika Mungu.